Leo tunafika kwenye sura ya 25 katika kitabu cha Ezekieli. Sasa unabii huu kwa maangamizi kwa Yuda umefikia mwisho. Yerusalemu ah, sasa iko chini ya kuzingirwa na hatimaye itaanguka, lakini Yuda si taifa pekee litakalokutana na hukumu ya Mungu. Kwa kweli, hapa katika sura za 25 hadi thelathini na mbili, Ezekieli anatoa gazeti, kwa namna ya kusema, akitangaza matatizo yanayokuja, hili litatokea hapa kwa mataifa yanayozunguka Yuda. Sasa tunapoangalia orodha hii ya mataifa yatakayokutana na hukumu ya Mungu, la kwanza ni taifa la Amoni. Hili liko mashariki mwa mto Yordani. Wamoni wanaonekana katika Agano la Kale na daima wanapatikana kama maadui wa Israeli. Wakati Yerusalemu unapoanguka mikononi mwa Wababeli, kwa kweli Waamoni watakuwa na sherehe, watafurahia uharibifu wa Yerusalemu. Na kwa sababu hiyo, Mungu anawaambia hapa katika mstari wa nne, ninawakabidhi kwa watu wa mashariki kuwa milki yao. Sasa watu wa mashariki ni Wababeli. Mungu atawatumia kuwaangamiza watu wa Amoni kwa ukaidi wao na kutoamini. Ifuatayo hapa iliyoko kusini mwa Amoni ni taifa la Moabu na wao pia wataanguka mikononi mwa Wababeli. Wamoabu waliona Yuda, mstari wa nane unatueleza kama mataifa mengine yote. Kwa maneno mengine, Wamoabu walikataa kutambua baraka maalum ya Mungu kwa watu wa Kiyahudi, na kutokana na ukaidi wao wataadhibiwa sawa na Waamoni. Watakabidhiwa, mstari wa kumi unatueleza, kwa watu wa mashariki. Yani, wa Babeli. Sasa anayefuata katika mstari wa hukumu ya Mungu ni Edomu. Edomu ni taifa lililoko kusini mwa bahari ya chumvi na wao pia wataanguka na wacho ukiwa. Waedomu walikuwa wazao wa ndugu yake Yakobo, Esau. Kwa kweli tunaambiwa hapa katika mstari wa kumi na mbili kwamba walitenda wakulipiza kisasi dhidi ya nyumba ya Yuda hawakuweza kusahau vita vya zamani vilivyotokea karne nyingi zilizopita, na kwa hiyo watahukumiwa na Mungu. Sasa Mungu anaahidi hukumu dhidi ya Wafilisti. Hawa Wafilisti wamekuwepo kwa muda mrefu, sivyo? Mstari wa kumi na tano unasema kwamba walitenda kwa uovu wa roho ili kuharibu wa uadui usioisha. Ni kweli, sivyo? Hawa Wafilisti walirudi nyuma sana. Katika historia ya Israeli kutoka kwa Delila hadi kwa jitu Goliathi, kwa kweli kutoka mwanzo hadi kwa manabii, Wafilisti walifanya kila wawezalo kuangamiza Waisraeli. Sasa hukumu juu yao iko karibu kuja. Sasa sura tatu zinazofuata zimejitolea karibu kabisa wa unabii dhidi ya mji wa dola wa Tiro. Mji wa Tiro ulikuwa kituo cha biashara chenye utajiri kwenye pwani ya Mediterania ulioko kaskazini mwa Israeli. Pamoja na mji wa bara, ngome ilikuwa imejengwa kwenye kisiwa kilicho karibu na pwani. Sasa unabii huu hapa katika sura ya 26 ulitokea wakati wa kuzingirwa wa Yerusalemu. Inawezekana kwamba watu wa Yuda walikuwa wameangalia Tiro wakiomba msaada. Kwa kweli, ukirudi nyuma hadi siku za Mfalme Daudi Uh, utagundua kwamba Israeli ilikuwa na uhusiano wa kirafiki na Tiro. Hata hivyo, hapa katika Ezekieli 26 mji wa Tiro unasema kwa furaha kubwa hapa uh, uh. Katika mstari wa pili, lango la mataifa limevunjika, limefunguka kwangu, nitajazwa tena sasa kwamba ameangamizwa. Hu uh, watu wa Tiro wanasherehekewa, wanachukulia kuanguka kwa Yerusalemu unajua kama faida ya kiuchumi kwao, wameondoa baadhi ya ushindani wao katika ulimwengu wa biashara na hawawezi kuwa na furaha zaidi. Sawa, sura ya 27 inatuambia kwamba kiburi cha Tiro kitapelekea u kuanguka kwake. Aya ya tatu ina rekodi, e Tiro umesema mimi ni mkamilifu katika uzuri. Huzungumzia mji wenye kiburi. Hata ingawa walimkataa Mungu na kugeuka dhidi ya watu wa Mungu wao. Vizuri, wanadhani kwamba wao ni wao ni kitu maalum. Wanafikiri wamekamilika. Lakini wacha nikuambie kama vile watu wenye kiburi, kama vile mataifa yenye kiburi yanavyomkataa Mungu leo, labda kama wanajivunia nguvu zao za kijeshi au labda nguvu zao za kifedha duniani. Kama vile, kama wao, hapa kuna mji wa Tiro, utazama kama meli ya kifahari hii hii meli undi unashuka katika hukumo. Kwa kweli, mstari wa 34 unaielezea: umeharibiwa na bahari, bidhaa zako na wafanyakazi wako wote wamezama pamoja nawe, wote wanaoishi katika pwani wameshtushwa, umefikia mwisho wa kutisha. Hapa katika sura ya 28 tuna u uh, maelezo ya kina kuhusu kiburi cha mfalme wa Tiro mstari wa pili umesema, mimi ni Mungu, nakaa katika kiti cha miungu. Lakini Bwana anasema wewe ni mwanadamu tu. Mungu anamuuliza mfalme hapa katika mstari wa tisa. E, Je, bado utasema mimi ni Mungu mbele ya wale wanaokuua? Sasa ningekubaliana u uh, na wasomi wengi wa Biblia kwamba katika mistari kadhaa inayofuata maelezo ya mfalme wa Tiro yanazidi tu mfalme wa kawaida, mwanadamu wa kawaida, na wanaona hii, na mimi pamoja nao u uh, naona hapa maelezo ya Shetani. Yeye ndiye nguvu mbaya nyuma ya mfalme huyu mwovu, lakini maneno mbalimbali yanaelezea waziwazi Shetani. Ulikuwa muhuri wa ukamilifu, mstari kumi na mbili, ulikuwa katika Edeni. Mstari kumi na tatu, ulikuwa kerubi mlinzi aliyetiwa mafuta. Mstari kumi na nne. Nam, huyo ndiye hasa Shetani, kerubi wa juu kabisa katika mpangilio wa malaika wa uumbaji wa Mungu. Alionekana kwanza wapi? Katika bustani ya Edeni. Kwa hiyo unabii huu unakumbusha sio tu ulimwengu, bali pia ufalme wa malaika waliokufa, mapepo, kwamba mfalme wao kiongozi wao Shetani hana uwezo wa kumshinda Bwana na hukumu juu yake inakuja hivi karibuni. Sasa mistari ya 20 hadi 24 inatoa unabii mfupi dhidi ya mji dada wa Tiro, Sidoni ulioko kaskazini. Ah, mji huo utaharibiwa kabisa. Hukumu juu ya mataifa haya ni ladha ya hukumu za baadaye ambazo zitaandaa njia ya kukusanyika tena kwa Israeli wakati wa dhiki ijayo ili wakae katika nchi yao wenyewe. Kwa kweli napenda mstari wa 26 ambao unabii unasema, Israeli wote watajua kwamba mimi ni Bwana Mungu wao. Hilo litatokea Yesu atakaporudi kuanzisha ufalme wake. Sasa sura ya 29 inaanza mfululizo wa unabii dhidi ya Misri. Misri imekuwa katika mvutano wa nguvu na Babeli kwa miaka mingi, na nchi ya Yuda ilikuwa kama imekwama katikati ya mvutano huu. Farao wa Misri anaonyeshwa kama joka kubwa la mto Nile. Kwa kweli, anajigamba hapa katika mstari wa tatu mto wangu Nile ni wangu, niliutengeneza mwenyewe. Na Bwana anasema kwa ufanisi hapa katika mstari wa nne sidhani hivyo hukufanya mto Nile. Kwa kweli nitakutoa kutoka Nile na kukupa kwa wanyama wa porini kama chakula. Sasa hapa katika sura ya thelathini tunapewa maelezo ya kina zaidi ya hukumu ya Mungu juu ya taifa la Misri. Katika mistari ya kumi na kumi na moja tunasoma, nitaweka mwisho wa utajiri wa Misri kwa mkono wa Nebukadneza, yeye na watu wake pamoja naye wataingizwa kuharibu nchi na kujaza nchi na waliowawa. Na sasa hapa katika sura ya thelathini na moja, tunayo unabii ulioelekezwa u binafsi kwa farao. Farao anaulizwa hapa katika mstari wa pili unalinganishwa na nani katika ukuu wako? Naam, jibu ni Ashuru ambayo ilikuwa nguvu kubwa, na kama Misri ilikuwa na kiburi sana, Ashuru uh, inalinganishwa na mwerezi mkuu wa Lebanoni hapa katika katika mstari wa kumi ambao unajivunia urefu wake. Naam, Ashuru yenye nguvu itakatwa kama vile Misri itakatwa katika siku zijazo. Sasa mistari minane ya kwanza hapa katika sura ya thelathini na mbili inafanana na mistari ya mwanzo ya sura ya ishirini na tisa ikielezea kushindwa kwa Misri na kushindwa kwao. Mstari wa tisa unasema kutawatia hofu mioyo ya watu wengi, na maanisha, baada ya yote Misri ilikuwa nguvu kubwa katika ulimwengu wa kale. Hata hivyo mstari wa kumi na mbili unasema kwamba umati utaanguka kwa upanga na Wababeli wataharibu kiburi cha Misri. Sura hii inamalizika na maelezo ya kishairi ya Farao na watu wake wakishuka makaburini mwao wanapoharibiwa na ufalme wa Babeli na ningependa kusema, wapendwa, kwamba Misri haitawahi kupata tena utawala iliyo nao kama ufalme baada ya Babeli uharibu. Sasa tukikusanya sura hizi zote pamoja, unapata mada moja kuu katika unabii huu wa hukumu, na inajitokeza wazi na kwa sauti kubwa, na hiyo ni kiburi cha mataifa haya, kiburi ndani yao wenyewe, kiburi katika uwasi wao dhidi ya Mungu. Ni ni kiburi kinachowafanya kushangilia kuanguka kwa Yuda. Ni kiburi katika kufikiri kwamba wao wenyewe hawataanguka kamwe. Sawa, hebu niwaambie, moyo wa mwanadamu haujabadilika hata kidogo, na kwa hivyo tunahitaji kusikiliza onyo e, onyo la Biblia hadi leo linalosema hivi katika Wakorintho wa kwanza sura ya kumi mstari wa kumi na mbili yeyote anayefikiri kwamba amesimama na angalia asije akaanguka. Tukumbuke kile Yakobo anasema katika barua yake ya Agano Jipya, Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hivyo, jinyenyekezeni mbele za Bwana. Sikilizeni, wapendwa, kuna adhabu kwa kiburi. Kuna usalama mkubwa katika unyenyekevu. Basi hadi safari yetu ya hekima ijayo pamoja.